bendera ya chama cha ODM na sisi tushinde. Watu wa pwani wako hapo pwani. Imekuwa ndio kitanda ya baba tai, tusisaliti baba. Heshima ambayo tutafanya kubwa ni kuhakikisha chama hiki kimekuwa vile baba amelala. Kwa hivyo we want to ask our brothers in ODM some who have descending voice please don't confuse the multitude in the party of ODM There is leadership now we have our party leader there is the deputy party leaders there is the chairperson of the party there is our SG Nataka kwamba tafadhali tusikose heshima baba Mwisho kina mama, tumeamua mimi kama deputy party leader Simba Arati na wale wenzangu, tutazunguka Kenya hii kunyamazisha umma. Kwa hivyo tutakuja katika kaunti zenu mwaka huu na mwaka ujao mapema kuhakikisha kwamba chama kimesimama, kina mama sisi unajua, mimi nilikuwa nominated councillor siku moja na baba Raila Odinga. Naona Aladwa yuko hapo, sijui kawe leo umekuwa mama, umekaa katikati ya kina mama.